Bukombe Solar Power Plant ni miongoni mwa plant ambazo tunazi tunaendea nazo miradi, miongoni mwa miradi tulionayo hapa Tanzania ikiwa ni mradi wa pili kukamilika. Wa kwanza upo Ushetu, lakini wa pili ndo huu hapa na watatu tunaendea kujenga Ikina Geita. Uh, mradi wetu una generate, tuna generate 6.5 megawatt but ambao tuna install ni 5 megawatt kwa huo ndo uwezo wa plant tuna tuna, tuna, install, yani I mean, tuna supply 5 megawatt kwa, kwa grid hii. Niseme ni kwamba ni, ni, ni generation ambayo tunahitaji moja kwa moja kwenye kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo hatuna beti za, ku, za kustore nini hiyo power. Tunapokuwa tumegenerate, moja kwa moja tunaipeleka kwenye matumizi ya wananchi mtaji wetu mkubwa sisi iyo, mkubwa ni jua, ni jua. Kwa hiyo kwa sababu mtaji wetu mkubwa ni jua ni kwamba generation yetu inakuwa ina ina ina be ina be conducted kwa muda wa mchana imini kuanzia saa mbili hadi saa kumi na moja undo wakati ambao mara nyingi tunapata ile peak value, lakini na tunakutana changamoto mbalimbali mbali, kulingana na mabadiliko ya mazingira, ukilinganisha kwamba kwa mfano sasa hivi kiangalia hali ya hewa ni ya mawingu, kwa hiyo generation yetu inakuwa ni ndogo compared na kwamba kama kondo poko bright. Hapana mawingu. Kitu kingine ambacho tunakutana nacho ni kipindi ambacho kuna kuwa kuna low voltage ambayo imefika kiwango ambacho sisi hatuwezi tukafanya je, hakipo salama kwa ajili ya transformer zetu. Kwa kwa mfano kuna kipindi voltage ikishuka sana ikawa inafikia 29 kV hicho ni kiwango ambacho asimia sisi kuzalisha yote inakuwa haiwezekani. Kwa hiyo unakuta hatuwezi kufanya generation yoyote ile. Kwa hiyo pindi tunapokuwa na low voltage sisi tunakuwa hatuwezi kufanya production ya umeme. E, before sisi hatujaingia hatujaanza atuja, operation ya plant yetu ni, ni kwamba ukiangalia substation ya, ya wilaya yetu ya Bukombe ambayo tunatumia ni substation ya Nyakanazi. Kwa hiyo ukiangalia distance ya kutoka Nyakanazi mpaka kufika Bukombe ni big distance ambayo inapelekea kwamba wateja wengi wanakuwa wanapata low voltage. Kwa hiyo mashine na baadhi ya vitu ambavyo tunatumia high voltage vinakuwa vinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, wakati mwingine hata kustop kufanya kazi. Lakini baada ya sisi kuingia, uh, I think before nilikuwa naona kwamba low single phase voltage iko inafika mpaka 214 215 210, lakini baada ya sisi kuingia tukai upgrade ile low voltage mpaka kufika 220 230, wakati mwingine inafika mpaka 235, ambao inakuwa ni kiwango kizuri sana kwa operation ya watu tofauti tofauti kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi za kila siku. Mradi wa Ushetu pamoja na mradi huu wa uh, Bukombe ina the same capacity. Zote ni 5 megawati, ambapo lakini kwa mradi ambao unaenda kujengwa ikina kidogo ni mkubwa kuliko hii miwili ya kwanza. Ule una 10 megawati, ambapo lengo kubwa ni kwamba sisi kuhakikisha yale yani matatizo ambayo tulikuwa tunayapata kabla ya kuwa na ukatikaji wa umeme wa mara kwa mara sisi tunapokuepo hapa kwa ajili ya kupunguza zero voltage, lakini pia tunasaidia pia kwamba ile lifetime ya mashine za substation na mashine zingine inakuwa inaongezeka kwa sababu inakuwa imepunguziwa nini, load. Tumetembelea shamba la, la umeme jua. E, ni mradi wa, wa taasisi binafsi ambao unazalisha megawati tano na unaingiza kwenye e, mifumo ya umeme ya TANESCO. Lengo ni kuhakikisha kunakuwa tuna uhakika wa umeme katika mifumo yetu ya umeme ya, ya TANESCO. Kwa hiyo jitihada hizi mtaziona ambazo zinafanywa pia na serikali ya awamu ya sita maeneo mengine kuhakikisha tunakuwa na vyanzo mseto vya umeme jua. Kuna mradi wa serikali ambao unatekelezwa Kishapu, Shinyanga ambao wenyewe utaanza kuzalisha megawati hamsini kwa kuanzia na huko katika hatua nzuri. Uh, baadaye utapanuliwa utaenda, uta, uh, utazalisha megawati mia moja hamsini. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha tunakuwa na vyanzo tofauti mseto, uh, lengo ni kuwa na umeme wa uhakika zaidi nchini. Kwa hiyo utaona pia uh, maeneo ambayo yanachaguliwa kuwekwa hii miradi ni ambayo maeneo ambayo vyanzo vya uzalishaji pengine ni vichache. Kwa hiyo uwepo wa uh, haya maeneo uh, miradi hii ya umeme wajua inasaidia kufanya ule utengamano au hali ya umeme kuwa kuwa stable zaidi au wa uhakika zaidi kwa wananchi na shughuli za kiuchumi.